Mwanzoni unagusia huko nchini Kenya na hali mpya ya kisiasa. Nikukumbushe tu kwamba wiki iliyopita Rais William Ruto wa Kenya na waziri mkuu wa zamani Raila Odinga walisaini kile kilichoitwa mkataba wa kisiasa. Huu ni mkataba ulioweka wazi azma yao wawili ya kufanya kazi pamoja ndani ya serikali moja. Makubaliano hayo kati ya chama tawala cha UDA kinachoongozwa na Ruto na chama cha ODM cha Raila Odinga yameelezwa kuwa yanalenga kufanikisha malengo ya serikali Baliano, katika kiwingu cha kushuhudiwa e, wa azma yoyote ya kumshirikisha Raila Odinga katika, katika jukwaa la kisiasa na katika uongozi Wakenya Raila Odinga ni hatua iliyozusha maswali mengi katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki iliyojionea maandamano ya vijana kwa miezi kadhaa ya mwaka elfu mbili ishirini na nne. Hapa studio kwenye nayo upande huu Babu Abdalla ambaye anashiriki mjadala huu, lakini kwenye line ya simu pia tunaye mchambuzi wa maswala ya kisiasa Barrack Muluka. Barrack Muluka, kama unanisikia vizuri e, Tujikumbushe kidogo mara baada ya kuingia madarakani mwaka elfu mbili ishirini na mbili, William Ruto akiwa wakati huo e, naibu wake Rigathi Gashagwa. Hii ni kauli ambayo wengi hawatoisahau e, na kupata vizuri sana tu, e, Barrack Muluka kwanza, kidogo tusikilize kauli ya bwana Ruto aliyoitoa mwaka elfu mbili ishirini na mbili kabla hatujakwenda kwenye mjadala wetu. Watu hakuna kitu wanataka hii, ni watu wanapanga tu mambo ya nusu mkate, sijuu wanatafuta handshake. Mimi nataka niwaambie mapema mchana, my friends, sahau mambo ya handshake. Na musituambia ya kwamba ati amutake handshake. We can see you, si tunawajua hii ukora yenu ya kila siku. Tunajua mkora hapo alikuwa bila shaka ni Raila Odinga. Bwana Barrack Muluka, mtu anaweza kujiuliza hivi sasa, kwa nini Ruto ameingia kwenye makubaliano haya na mtu ambaye alikuwa anamwita ni mkora katika kutaka handshake kama wanavyosema Wakenya. Ni kweli kwamba rais Ruto alikuwa amekataa kata katakata, na kutoa kauli kwamba kamwe, kwa vyovyote vile, hataweza kumshirikisha Raila Odinga katika serikali yake. Lakini miaka miwili hii ambayo imeshapita sasa, serikali ya rais William Ruto imeweza kukumbwa na matatizo mengi tu, wingi wao yakiwa ni matatizo ya kujiletea matatizo ya kujiletea hivi, kwamba umeona kwamba kumekuwa ubadhirifu katika matumizi ya mali ya umma mm. Kumekuwa na hali ya juu zaidi ya mambo ya ufisadi, na ameweza kuwa sasa serikali yake tena haipendwi kamwe na hata na walio wengi ambao walikuwa wamempigia kura mm, serikali yake ya kuweza labda hapo niongeze kidogo, nasema kwamba serikali yake, e, inaonyesha kwamba si wengi wanaoitaka ikiwemo wananchi na tumeona katika maandamano maandamano yaliyofanyika ya vijana walikuwa wanamtaka aondoke madarakani. Na makubaliano haya, bila shaka mtu anaweza kusema kwamba e, Ruto amejivua nguo kisiasa mwenyewe kwa kumleta Raila, e, na pengine e, ni kutokana na kwamba anaamini Raila ni mtu ambaye atakuja kumsaidia. Lakini swali hapa, bwana Muluka, unafikiri Raila anakuja kumsaidia kutokana na matatizo ambayo anayapata hivi sasa, au unafikiri Raila amekubali kuingia kwa sababu gani? Raila ameweza kuwa mtu wa kutafuta kushirikishwa katika serikali mfululizo, um, serikali ya rais uh... Daniel Arap Moi, ya Mwai Kibaki, ya Uhuru Kenyatta. Na kwa wakati uliopo huu ni kwamba Raila ndiyo mlingoti ambao umesalia kuweza kuishikilia serikali ya Rais William Ruto, hasa bungeni, baada ya kumpupurusha aliyekuwa naibu wake wa rais. Hivyo basi, Raila amepata nafasi nzuri sana yawe, ya kuweza pia kujipendekeza, kujikita katika madaraka na mamlaka ya serikali, na kuweza kujitafutia matakwa yake anapokuwa mle ndani. Hmm, vile alivyotaja mwanzoni Rais William Ruto ni kwamba Raila Odinga amezoea kujipendekeza kuingia katika serikali. Ukijiuliza wakati huu, hmm, ni swala lipi kuu nyeti ambalo linawalete pamoja? hakuna ghasia hapa Kenya, sio DRC wala Kenya sio Sudan, hakuna vita, nchi ni tulivu, sawa sawa. Ni tuachie hapo Barrack Muluka Sudan. Hapa ni mwingize babu, umesema kwamba eh, Pengine kwa Bwana William Ruto anahisi kwamba Raila ndio mlingoti pekee uliobakia wa kuegemea katika kuangalia wapi matatizo yake yanaweza kupatiwa ufumbuzi. Babu, unaamini kwamba Raila anakuja kuokoa jahazi la serikali na yumbayumba yumba ya, ya Ruto? Nadhani ilikuwa ni muhimu kwanza kwa Rais William Ruto kumtegemea Raila Odinga wakati huu lakini pia ni muhimu e, kufahamisha kwamba hakuna adui wa milele kwenye siasa, licha ya kauli ambayo Saumu tumeisikiliza hapo aliyoitoa Rais William Ruto wakati yeye pamoja na makamu wake wa zamani Rigathi Gachagua walipokuwa wakifanya kampeni na hatimaye kuchaguliwa na Wakenya akasema kamwe kwamba Raila hawatakubali safari hii e, kuingia kwenye mikataba ya ushirikiano. Lakini e, baada ya kuondoka ama baada ya kutolewa e, makamu wa rais Rigathi Gachagua kupitia e, bunge pale, ilikuwa hana budi hivi sasa e, u, rais William Ruto kutafuta mshirika mwingine. Kwa sababu gani nasema hivi? Kwanza tukumbuke tu katika uchaguzi wa mwaka 2022 e, muungano huu kati ya rais William Ruto na Rigathi Gachagua e, ulipata kura milioni saba nukta moja. Kwa maana hiyo kura milioni tatu nukta tano zilitoka upande wa Mlima Kenya na kutokea Rigathi Gachagua. Ingawa babu vile vile mtu atajiuliza wewe, uh, umesema kwamba lazima atafute mshirika mwingine, ilikuwa inabidi iwe hivyo ndio. Hakuna mshirika mwingine zaidi ya Raila kwa nini Raila? Sasa ndio naja hapo, kwa sababu ukitizama eh, Rigathi Gashagwa tuseme alimletea eh, rais William Ruto kura milioni tatu nukta tano kutoka sehemu za mlima Kenya mm. Kwa hiyo kupata kura hizi sasa hivi, hasa Kenya inapojiandaa kama miaka miwili itakayokuja, watakuwa wanakwenda uchaguzini, si rahisi tena kwa Ruto kupata kura hizi milioni tatu nukta, tano. Kwa hivyo lazima atafute mshirika ambaye ana uwezo wa kumletea angalau Kura hizo na nyingine za, za, za ziada. Bwana Muluka unadhani hii hatua iliyofikiwa na hawa wawili ni ya kutokana na hali hii ya kisiasa ya sasa au wanatazama mbele zaidi mwaka elfu mbili ishirini na saba? Nafikiri ni yote mawili, mategemeo yao ni yote mawili. Kuna tegemeo la siasa za wakati huu uliopo kwamba ni lazima waweze kupitisha miswada katika bunge na kule bunge, anahitaji watu ambao wajumbe watampigia kura. Uh, tayari naibu wa rais ambaye aling'atuliwa kesha pochoka na baadhi ya wabunge kutoka maeneo ya Mlima Kenya ambao ni wajumbe walikuwa kwenye mrengo wa Rais William Ruto, na kwa hivyo hao hawategemewi tena, basi na... ni lazima kwa, kwa, kwa, kwa kukukata tu hapo kwa sababu muda wetu unatuishia na tayari e, maelezo yako kama yamejitosheleza. Nafasi ya gashagwa unaitazama vipi hivi sasa katika siasa ya, ya Kenya ina yumba yumba? Kwa upande mmoja, ako na wafuasi kutoka maeneo ya Mlima Kenya, kwa upande wa pili, hatujui kwamba e, sheria zilizopo na siasa, jinsi ambavyo zitaweza kutoa msukumo kwenye maamuzi ya baadaye katika mahakama yatakuwa vipi, lakini kuna ushawishi ambao yuko nao hasa katika maeneo ya Mlima Kenya. Asante sana Barrack Muluka, huyo ni mchambuzi wa kisiasa kutoka huko Kenya. Hapa studio alikuweko babu Abdallah, katika mjadala huu ambao umetazama hali mpya iliyojitokeza huko Kenya ya kisiasa. Katika mjadala huu mimi ni Saumu Mwasimba, endelea kuwa nasi.